It is under your watch ya kwamba kulikuwa na betting companies zikapewa zikapewa licenses zikapewa licenses betting company mia mbili. Siku hizi vijana wakiamka asubuhi, ni hapa chini, watu wamejinyonga, watu wanajiua. Anapata shilingi mia mbili anaweka kandege, anapata shilingi mia tano anaweka kandege, anauza pikipiki anaweka kandege. Wacha kukriticize, wakati wao mwenyewe ndio umekosa wewe mwenyewe ukiwa uongozi hili umekosa. Wewe mwenyewe ni ulifanya registration, tutabadilisha sheria hiyo maneno ya betting, tutabadilisha regulation ndio vijana wetu warudi kazi, waache kutegemea hizo vitu kuamka asubuhi mpaka jioni. Ningependa kuambia, kuwambia Silvanus Osoro toka kwa jinga ndugu yangu, hii ninakuambia kama kiongozi ambalo ni kijana, sirikali ukiwa ndani wacha pupa. Usijaribu kudanganywa kwa sababu kuna mwanasiasa fulani umaarufu anataka kuleta betting company yake. During Uhuru regime kuna mtu alikuwa katika hiyo serikali yenye sio Uhuru Kenyatta, ambaye alileta kampuni ya betting kutoka Nigeria, ambayo ilikuwa inajulikana kama Bet King from Nigeria. Aliyemleta ni mwanasiasa ambaye alikuwa mshawishi wala hakuwa Uhuru Kenyatta Migai. Na kwa sababu aliletwa kuinterfere na mambo ya betting company kualagai watu. Secondly, Betking ililetwa na mwanasiasa huyu kwa ajili ya kusponsor mambo ya FKF premier league. Nakika, Betking ilikuwa na sponsor masuala ya mchezo hapa Kenya, betting ama premier league ya Kenya, chini ya uongozi wa rais wa kandanda Nick Mwendwa, ambayo pia alikuwa mrafiki ya huyu mwanasiasa ambaye alikuwa na maarufu ndani ya serikali ya Uhuru Kenyatta. Ningependa kuambia Silvan Susuru. Kijana kuja polepole. Taifa pole. Hii imejengwa na wawekezaji. The reason why wananchi wanafanya betting ya kwamba wamekosa imani na serikali ya Kenya Kwanza. The reason why vijana wanafanya betting wanafanya kwa sababu wamekosa tumaini mali ambao tajiriwa. The reason why vijana wako katika kwenye betting wako betting kwa sababu serikali ya Kenya Kwanza wamechukua tenda ya housing levy ama tenda ya housing wamepea wabunga kinosoro ndio wenye tenda ya affordable housing. The reason why vijana wakatika kwenye mambo ya masuala ya betting kwa sababu people like Silvan Sosoro ndio wanainterfere na maisha ya wananchi, kwa sababu walipochaguliwa na William Ruto wakasahau ya kwamba wanawakilisha mata, matakwa ya wananchi, wanawakilisha matakwa ya William Samoei Arap Ruto. The reason why vijana wanafanya betting asubuhi si na siku na mchana yote, kwa sababu people like Silver Sosoro wamekosa madili ya kuongoza wananchi, wanaongoza ama wanafanya matakwa ya Mheshimiwa Rais William Ruto. Ningependa kuambia Silver Sosoro ya kwamba ni nyinyi ndio mmechukua tenda ya affordable housing, nyinyi kama wabunge wa William Ruto. So vijana kuna siku wanaona kwamba watapewa tenda ya ujenzi ya masuala ya bei ya nyumba ya bei nafuu, kwa sababu people like Silver Sosoro ndio wenye tenda katika masuala ya ujenzi ya nyumba ya bei nafuu chini ya uongozi ya Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Itakuwaje wakati nyinyi mnafanya biashara na serikali? Vijana ambao wanafaa kupewa tenda, jinsi bosi wenu William Ruto ambaye anatamka kila siku akidanganya vijana ya kwamba affordable housing ililetwa kwa ajili ya kwa ajili vijana. So mnataka vijana wabebe mawe kupandisha ghorofa. Mnataka vijana wabebe simiti kupandisha ghorofa. Lakini hamtaki vijana ambao wako na capability ya ujenzi kupewa tenda ya dirisa kuchomelea. Ni nyinyi wabunge ndio mmechukua tenda ya madirisa kuchomelea masuala ya affordable housing. Ndivyo ilivyo. Vijana wamekosa tumaini, kisha wamejiingiza katika masuala ya mambo ya betting, kama ni kwa sababu hawana hope, kama wana imani ya kwamba kuna siku William Ruto, Silvanus Sosoro na hao wengine ambao ni wakora, hawatawafufua maisha yao. Nataka niambia Silvanus Sosoro, don't blame Uhuru Kenyatta Migai, kwa sababu wewe kama mbunge hakili uliopewa hakusaidii ila inasaidia mtu mwingine, ya kwamba mbunge ambaye amechaguliwa na watu wa Mugirango anafanya maslahi ya rais wa jamhuri ya Kenya amekosa kuwakilisha maslahi ya wananchi ya Mugrango, zaidi ya watu laki mbili na nusu ama elfu mia mbili hamsini Kisha usoro anatuambia ya kwamba wao kama serikali wanataka kutunga sheria ya kufinya masuala ya, masuala ya kampuni ya kuwekeza. Ningependa kujiuliza Salva Zusoro, ukimaliza kufanya hiyo kisha yule mtu aliye kuchagua kwa sababu mlipitisha muli, masuala ya usuru katika kwenye avocado, ndizi, miwa na kadhalika. Sasa mnasaka kuingilia masuala tena betting company kwa sababu mnaona kwamba maybe kuna wengine wanapata hela ya kwamba, swali ambayo nauliza ukitunga sheria ya masuala ya kufanya, uchagu, ya kufanya ma, kam, betting company iondolewe hapa Kenya, ninauliza ni kasi ipi William Samoei Arap Ruto ametengenezea wananchi wa taifa la Kenya? Ni kasi gani William Samoei Arap Ruto ametenga ya kwamba tukifunga masuala ya betting company, masuala ya vieta, sasa tutaanza kuwekeza ama tutaelekeza hawa vijana moja kwa moja, kwamba hii ndio kazi ambayo tumewatengeneza kama serikali ama kama bunge kuu ya taifa la Kenya. Ila bunge kuu inakaa kama malaya ambao wananunuliwa kule Koinange. Ni ajabu ya kwamba mbunge ambao wengi wanamwamini amegeuka anaweza nunuliwa na rais kama wale wasichana wa changodoo ambao wanafanya parking kwa ajili ya wanaume. People like Silvanus Osoro ni watu ambao hawana hekima, ni watu ambao hawana maadili ya uongozi. Silvanus Osoro, zile mali ambayo anamiliki leo hii ikianza kufanyiwa maswala ya ukaguzi namna jinsi amekuwa tajiri katika muda huu wa chache ya miaka mbili na nusu, Silvanus Osoro hatageuka mwende wazimu, kwa sababu anaishi maisha yenye sio yake, maisha ambayo Osoro anaishi ni maisha ya kutapeli wa Kenya kwa sababu msara yake na zile bila ambazo analipa zile magari ushuru na miliki na zile tunaona jinsi wanasunguka na na chopa ama na mandege, haiwezi fanyika. So people like Silver Soro ndio wananyonya damu ya wananchi, kisa wanasahau kuwa pesi, kwa sababu wamenunuliwa na serikali, kama wale wanadada wanafanya masuala ya humalaya. Majority, nataka nijulishe Silivanus Osoro ya kwamba Nyachae alisaidia Wakisii kwa sababu alikuwa na hekima ya hali ya juu, hakukuwa na mbwembwe na pupa yosenzi. Namna ninaona ya kwamba Osoro anabweka pasipo jua ni nini anabwekea. Ningependa kujulisha wananchi wa taifa la Kenya kama the reason why Kenya imebaki jinsi ilivyo ni watu kama hawa vijana Silivanus Osoro ambao wanachukua pesa zetu wanafanya naye siasa ya kumbavu. Sasa biashara Ruto anafanya ni biashara, na hawa vya wabunge ni kupeleka pesa kwenye katika kwenye makanisa kwa ajili akili zao zimebaki ya kwamba wakijenga kanisa ya kwamba wananchi watamgeukea William Ruto kumchagua mwaka elfu mbili ishirini na saba kwa sababu wamejenga ikalu, lakini itakuwa ngumu sana kusoro kuchaguliwa tena kama mbunge kwa sababu tumejua haki yetu. Biashara wameharibu ushuru, wamepandiza chochote ambacho tulikuwa nategemea kwamba wataboresha, wameharibu zaidi. Nataka niwaambie Mkenya, chaguo ni lako. Ukichagua pabaya, itakukuta. Ukichagua mwema, utakuwa pazuri. Ni wewe mwenyewe uamue ya kwamba utarudisha watu kama Sylvanus Osoro ambao hawaelewi utendaji kazi ya mbunge, hawaelewi katiba. Jukumu lao ni kulaumu aliyekuwa rais, ya kwamba yeye ndiyo alikuwa anafanya nini maswala ya kuwekeza ama masuala ya kupea lenses katika kwenye kampuni ya betting. Unafaa ujiulize ya kwamba Uhuru Kenyatta alikuwa mbunge wakati huo, sora alikuwa katika kwenye bunge, alikuwa anafanya kazi gani? Kumwabudu rais William Ruto badala alikuwa awakilishe maslahi ya wananchi wa mgrango. Langu jina ni mjukuu wa bunduki.